Mlango wa ishirini na sita. Kwa zamu zao mabawabu wa Wakora: Meshelemia mwana wa Kore, wa wana wa Ebiasafu. Naye Meshelemia alikuwa na wana: Zekaria mzaliwa wa kwanza, Yediaeli wa pili, Zebadia watatu, Yathnieli wa nne, Elamu wa tano, Yohana wa sita, Elioenai wa saba. Naye Obedi Edomu alikuwa na wana Shemaya mzaliwa wa kwanza, Yehozabadi wa pili, Yoa wa tatu, na Sakari wa nne, na Nethaneli wa tano, Amieli wa sita, Isakari wa saba, Peulethai wa nane, kwa jinsi Mungu alivyombariki. Naye mwanawe Shemaya akazaliwa wana waliomiliki juu ya mbari ya baba yao, kwa kuwa walikuwa waume mashujaa. Wana wa Shemaya, Othni na Refaeli na Obedi na Elzabadi nduguze walikuwa mashujaa Elihu na Semakia. Hao wote walikuwa wana wa Obed Edomu, wao na wana wao na ndugu zao watu hodari wawezao huo utumishi; watu wa Obed Edomu sitini na wawili. Naye Meshelemia alikuwa na wana na nduguze, watu mashujaa, kumi na wanane. Hosa naye wa wana wa Merari alikuwa na wana: Shimri mkuu wao kwani ijapokuwa yeye si mzaliwa wa kwanza babaye alimweka mkuu. Hilkia wa pili, Tebalia wa tatu, Zekaria wanne. Wana wote wa Hosa pamoja na nduguze walikuwa watu kumi na watatu. Katika hao zilikuwa zamu za mabawabu, yaani katika hao wakuu wenye ulinzi, sawasawa na ndugu zao, na kutumika katika nyumba ya Bwana. Nao wakatupiwa kura kwa ajili ya kila lango wadogo sawasawa sawa na wakubwa kwa kadiri ya mbari za baba zao. Kura ya mashariki ya lango ikamwangukia Meshelemia. Ndipo wakamtupia kura Zekaria mwanawe, mshauri mwenye busara, na kura yake ikamtokea ya kaskazini. Ya Obededomu ya kusini, na ya wanawe nyumba ya akiba ya Shupimu, na Hosa upande wa magharibi, langoni pa Shalekethi, hapo penye daraja ya kupandia, ulinzi kwa ulinzi. Upande wa mashariki walikuwapo Walawi sita kaskazini wanne kila siku kusini wanne kila siku, na wa nyumba ya akiba wawili wawili penye Parbari. Upande wa magharibi walikuwapo wanne darajani na wawili huko Parbari. Hizo ndizo zamu za mabawabu wa wana wa Akora na wa wana wa Merari. Na katika walawi Ahia alikuwa juu ya hazina za nyumba ya Mungu na juu ya hazina za vitu vilivyowekwa wakfu. Wana waladani wana wa Wagershoni waliokuwa Waladani, wakuu wa mbari za mababa waliokuwa Waladani Mgershoni, Yehieli. Wana wa Yehieli Zethamu na Yoeli nduguye, juu ya hazina za nyumba ya Bwana. Na wa Amramu na wa Waishari wa Wahebroni wa Wauzieli na Shebueli mwana wa Gershomu mwana wa Musa alikuwa mtawala hazina zote na nduguze wa Eliezeri Rehabia mwanawe na Ishia mwanawe na Yoramu mwanawe na Zikri mwanawe na Shelomothi mwanawe. Huyo Shelomothi na ndugu zake walikuwa juu ya hazina zote za vitu vilivyowekwa wakfu alivyoviweka wakfu Mfalme Daudi, na hao wakuu wa mbari za mababa, na maakida wa maelfu na wa mamia, na maakida wa jeshi; katika nyara zilizopatikana vitani waliweka wakfu sehemu ili kuitengeneza nyumba ya Bwana na vyote alivyoviweka wakfu Samueli mwonaji na Sauli mwana wa Kishi na Abneri mwana wa Neri na Yoabu mwana wa Seruya na mtu yeyote aliyekiweka wakfu kitu chochote kilikuwa chini ya mkono wa Shelomothi na nduguze. Katika Waishari, Kenania na wanawe walikuwa kwa ajili ya kazi ya nje juu ya Israeli kuwa maakida na makadhi katika Wahebroni. Hashabia na nduguze mashujaa elfu na mia saba walikuwa na usimamizi juu ya Israeli ng'ambo ya Yordani upande wa magharibi kwa ajili ya kazi zote za Bwana na kwa utumishi wa mfalme. Katika Wahebroni Yeriya alikuwa mkuu, yani wahao wa Hebroni kwa kufuata vizazi vyao, kwa mbari za mababa. Katika mwaka arobaini wa kutawala kwake Daudi wakatafutwa wakaonekana huko Yazeri ya, ya Gileadi. Miongoni mwao waume mashujaa na nduguze mashujaa walikuwa elfu mbili na mia saba wakuu wa mbari za mababa ambao mfalme Daudi aliwaweka wawe wasimamizi juu ya Wareubeni na Wagadi na nusu kabila ya Wamanase kwa ajili ya kila neno lililomhusu Mungu na kwa mambo ya mfalme.